Rais wa Marekani Donald Trump amesema angependa kukutana tena na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un katika ziara yake ya sasa barani Asia akisema bado ana uhusiano mzuri naye. Akizungumza na, e, na waandishi wa habari ndani ya ndege ya Air Force One, Trump amesema anaweza kukutana na Kim wakati alipita Korea Kusini kuelekea kwenye mkutano wa kilele wa APEC unaofanyika katika mji wa Gyeongju. Ikiwa atapenda kukutana, nitakuwa Korea Kusini, kwa hiyo niko karibu tu, ningependa kumwona, alisema Trump. Trump alifanya jambo la kihistoria mwaka 2019 kwa kuwa rais wa kwanza wa Marekani aliyewahi kukanyaga ardhi ya Korea Kaskazini alipokutana na Kim Jong Un katika eneo la mpaka. Walikutana mara tatu kati ya mwaka 2018 na 2019 kujadili mpango wa kumaliza silaha za nyuklia kwa masharti ya motisha za kiuchumi na kiusalama, lakini hawakufikia makubaliano. Katika mazungumzo mapya yanayoweza kufanyika Trump wamependekeza kupunguza vikwazo kama njia ya kujenga tena uhusiano, ingawa hakutoa maelezo ya kina. Kwa upande wake, Kim Jong Un hivi karibuni alisema bado ana kumbukumbu njema za Trump, lakini akasisitiza kuwa Marekani inapaswa kuacha madai yake ya kipuuzi kwamba Pyongyang iachane na silaha za nyuklia. Tangu mazungumzo ya mwisho wa, wa Trump na Kim, uhusiano kati ya Marekani na Korea Kaskazini umezorota huku ripoti zikionyesha Pyongyang ikizidi kuimarisha ushirikiano wake na Urusi. Mwaka 2024 Urusi na Korea Kaskazini zilisaini mkataba wa ushirikiano wa kimkakati wa kina unaojumuisha kipengele cha ulinzi wa pamoja, hatua iliyoongeza hofu ya ushirikiano wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili.